Mali ya Damu. Kijiji cha Mbuyuni kilijulikana kwa utulivu wake, lakini ndani ya familia moja kulikuwepo na tamaa iliyokuwa ikikuwa kimyakimya -kimya. Musa kijani wa miaka 24 alikuwa akichoka kila siku kuona wenzake wakijenga nyumba kubwa mjini na kununua magari mapya Baba yake Mzee Rashid alikuwa mkulima maskini, mtu mnyenyekevu ambaye mali yake kubwa ilikuwa hekima na jina jema. Lakini kwa Musa, hekima haikunyesha tumbo. Alikuwa tayari kwa lolote ili tu awe tajiri. Siku moja, rafiki yake wa zamani alimpeleka kwa mganga maarufu anayeishi porini karibu na mto uliojaa mamba. Mganga huyo alikuwa akijulikana kwa kutoa utajiri wa haraka, lakini kila aliyejaribu kumtafuta alibaki na siri nzito moyoni. Ukitaka mali ni lazima utoe kafara wa damu ya karibu, mganga alimwambia Musa kwa sauti nzito. Musa alisita, lakini tamaa ikamzidi. Mganga akampatia chungu cha giza kilichojawa na damu kavu na kumwambia "Utakapomlaza baba yako, muage damu yake ndani ya hiki chungu. Usipofanya, mali haitakuja. Ukikosea, utajua mauti ni nini." Usiku uliofuata mvua ilinyesha kama bahari iliyoanguka kutoka angani. Musa akaingia chumbani kwa baba yake akiwa na kisu. Machozi aliteremka, lakini tamaa ikampofusha. Kwa kisu kimoja cha haraka, alimkata koo. Baba yake alipoanguka chini akikoroma, macho yake alibaki akimwangalia kana kwamba yanasema, "Mwanangu, kwa nini?" Asubuhi maajabu yakaanza. Akaamka akapata nyumba mpya, akaona akaunti ya benki imejaa pesa na marafiki waliokuwa wakimdharau, wakaanza kumheshimu. Musa akawa tajiri kuliko wote kijijini. Lakini kila usiku usingizi ukawa adui. Sauti ya baba yake ilianza kumtokea, "Mwanangu, damu inalia, mali yako ni ya mauti." Nyumba yake ikaanza kusikika, milango ikigongwa usiku, lakini kila alipofungua hakukuwa na mtu. Kila kioo alichojitazama, aliona uso wa baba yake ukiwa nyumba yake. Watu kijijini walianza kushangaa kwa nini. Musa akawa akitembea akiongea peke yake, akipiga kelele gizani, kana kwamba anafukuza mtu lakini yeye peke yake ndiye ya aliyekuwa akiona kivuli cha baba yake kilichomfuata kila mahali, akimnyooshea mkono uliojaa damu. Miaka michache baadaye, mali yake yote yaanza kupotea kwa njia za ajabu. Magonjwa yakamla, magari yake akachomeka kwa moto wa ghafla, nyumba ikasombwa na upepo mkali, kana kwamba nguvu zisizoonekana zilikuwa zikidai kilicho chao. Watu walipomkuta akiwa amekufa kitandani, macho yake yalikuwa yamepanuka kwa hofu, mdomo wake ukiwa wazi, kana kwamba alikuwa akipiga kelele. Pembeni ya shuka kulikuwa na maandishi ya damu: mali ya damu hubeba laana.